mimi siwezi kusimama kwenye uwanja wa, wa, wa, wa, wa mita moja na robo inapokuwa huku Dar es Salaam, lazima niingie. Ninapoangalia mpira macho yanapeana sana, jicho moja likitunga kope lingine limeshaangalia sitai kupitwa kitu, siwezi kukaa kwenye runinga mita moja na robo. Uwanja mdogo sana na kuja kwa Mkapa kwenyewe kushuhudia madudu ya wale watoto eh. Nataka mita mia uone, mita mia mita zote mia yeah. Kama ni katikati hamsini kwa ngapi, mia kwa hamsini naangalia Rwanda ni timu ambayo inajulikana katika ukanda wa wakeera, lakini kwa Simba Sports Club Afrika hii inajulikana, na ndio maana iko kwenye rank ya kafu kwenye top 10 ipo, si inaweza kaitafuta kupata hiko kwenye namba 6. Sasa, nachokwambia kufikia mwisho wa kipindi

akikusanya kijiji na manispaa, hey. na vitongoji watu wanamkapa baba, nasema watu wanashangaa, kameuza timu anacheza timu gani? bakomeuzwa Afrika hiy ya anajulikana Yanga, timu ile ya wagonjwa, si juu hiyo yaa, ikwapo timu ya mwimbili

chuma kimemea anapeleka pale goli katikati, lakini anasema hapana, ipeleko i anakwambia kwa kundi hilo kundi hilo alioko mtombolo aongozi anakomea pointi, anakomea pointi nne, kashindwa hapa kwa mkapa msimu uliopita. Hapa Waarabu amekuja hapa na shida kutamka goli moja, uwanja wake, mashabiki wake, Simba haina rekodi hiyo na mimi sijawahi kuja hapa nikakuta Simba haijawahi kushinda Alimasi. Nilikwepo hapa kwa ilinyesha, nikapiga picha nikachukua uzi mwingine wa Simba, nikaingia kutoka chetea mbili, wakaingia kwenye mahali ambapo hakuna usaini mtu akalamba.